Hujambo na karibu mtazamaji wangu mpendwa, mtazamaji ambaye na mwenzi siku zote. Leo hii nimekuandalia swali la fasihi andishi, na swali hili linatoka katika tamthilia ya Bembea ya Maisha. Na leo hii, kwa sababu ya ujumbe mfupi ambao nilikuwa napata kutoka kwa watazamaji wengi, ni kuwa walipendelea nishughulikie swala la maudhui, na maudhui hayo ni mgogoro ama migogoro ambayo inajitokeza katika tamthilia ya, ya Bembea ya Maisha. Kwa hivyo niliweza kuandaa swali na nikasema kuwa jadili migogoro inayojitokeza katika tamthilia ya Bembea ya Maisha, alama 20. Jadili migogoro inayojitokeza katika tamthilia ya Bembea ya Maisha, alama 20. Kisha aa, kabla nianze kupeana majibu ama hoja za kuelezea migogoro ningependa nikueleze, labda huenda mtazamaji au, au msikilizaji wangu hujui maana ya mgogoro. Neno mgogoro linatokana na kugorofishana, yaani watu wawili kutosikizana, ama pande mbili za watu kutoafikiana. Kwa hivyo migogoro ni hali ya mvutano au kutoafikiana baina ya pande mbili au zaidi Kukiwa na pande mbili, mtu mmoja ama mtu mmoja na mwingine, hao ni watu wawili. Kwa hivyo ni upande mmoja ama mwingine kutosikizana ama kutowafikiana, tunasema hao watu wako na mgogoro. Kwa hivyo huo mvutano uh, au kutowafikiana ndio tunaita mgogoro. Kwa hivyo migogoro katika tamthilia huzuka kwa sababu ya mambo mbalimbali yanayokinzana. Aa, ukipata kuwa katika tamthilia hii kuna migogoro ya kitamaduni kati ya wanausasa na wanakizazi cha jana, na pia utapata kuna migogoro katika ndoa, maisha, na maendeleo ya mjini na kijijini. Kwa hivyo katika maisha ya kila siku ambayo yametajwa katika tamthilia Bembea ya Maisha, hayo ndio yanazua mivutano ambayo tunaita migogoro. Aa, moja kwa moja tutaanza na hoja ya kwanza kuna mgogoro wa kizazi cha leo na kizazi cha jana kinachoshikilia imani zilizopitwa na wakati. Kwa mfano, unapata Asna anamwona babake angali kijana na ana uwezo wa kutekeleza majukumu ya nyumbani kama vile kuteka maji kisimani wazo la Asna linaleta mvutano baina yake na mamake wakati anasema kuwa babake angali na nguvu na yeye kuchota maji kwenye kisima si jambo gumu. Sasa, Sara analiona wazo hilo kama bovu na lizoweza kutekelezwa na mumeo kwa sababu ya jinsi wanajamii watakavyomchukulia. Kwa hivyo unaona, Sara ni mtu wa kizazi cha, cha jana alafu Asna ni wa kizazi cha leo. Asna anaona si shida babake ambaye ni Yona ambaye bado ako mjini, ako kijijini kwenda kuteka maji si hoja, lakini Sara naye, kwa sababu ako mjini kwa ajili ya matibabu, ana hofia sasa watu wanaona aje mumewe akienda kisimani kuteka maji. Kwa hivyo Sara anasema kuwa wanajamii watamshushia hadhi na watamtazama uh, kwa sini ya dharau, wataona ni kama ni mtu ambaye anaachilia ama anaendeleza umenge, amekalia mumewe ambaye niona, na ni jambo ambalo halifai kulingana na kizazi cha jana Sara na Yona. Haya makala yote niliweza kusoma katika ukurasa wa 44 hadi 45. Hoja ya pili, utamaduni unazua migogoro kati ya Asna na Sara. Kulingana na Sara, utamaduni wa jamii unamtaka kila msichana aliyebalehe aozwe. Kwa sababu ukilinganisha na Sara mwenyewe aliozwa akiwa darasa la saba. Kwa hivyo vilevile vile anaona kuwa mtoto wake pia ashabalehe, bila shaka kona miaka thelathini kulingana na tamthilia. Kwa hivyo ni mtu ambaye anastahili kuwa ashaolewa na ashapata wajukuu, kwa Sara ashapatia mamake wajukuu. Kwa hivyo wanakinzana hapo sana. Sa, Asna anasema hataki kuolewa kwa sababu ya matatizo ambayo aliona kwa ndoa ya wazazi wake, lakini Sara naye anasema matatizo hayo yapo, kwa hivyo anafaa aolewe. Kwa hivyo huo ukinzano unaleta mgogoro baina ya Asna na Sara. Tatu, Asna anapinga utamaduni huo na kudai kuwa hilo ni jambo lililopitwa na wakati. Asna anadai kuwa msichana anaweza kuolewa au kukosa kuolewa na anapotaka kuolewa anaweza kuolewa kwa wakati autakao yeye, bali sio kwa wakati unaotaka wanajamii. Kwa hivyo anaweza, ana, anaanza kubishana na mamake Sara kuwa hee ataolewa kwa wakati ambao anataka ha. Pia mgogoro unajitokeza baina ya mawazo ya Bunju kuhusu mila zinazowakataza wazazi kulala nyumbani kwa mkwe na mawazo ya Neema, Asna na Bela. Neema anapinga mawazo hayo na kusema kuwa mila hizo Hazina dhamani wala nafasi tena katika dunia ya sasa. Asna naye anapinga mawazo hayo kwa kusema kuwa dunia imebadilika. Bela vilevile anapinga wazo hilo kwa kusema kuwa hayo ni ya kale na kuwa watu wengi hawafuati mila hizo kwani ulimwengu umebadilika. Kwa hivyo, kuna mgogoro kati ya wakwe kulala kwa nyumba za watoto wao au la. Pia kuna mgogoro Uh, kuna migogoro mingi ambayo inazuka katika asasi ya ndoa. Ndoa ya Sara na Yona ni yenye migogoro. Yona anasababisha mgogoro baina yake na Sara kwa kumchapa kwa kukosea hadhi, Sara kwa kukosa mtoto wa kiume. Kwa hivyo uh, Sara anakuwa tasa kwa muda mrefu na wakati anapopata watoto anapata tu watoto wa kiume. Kwa hivyo Yona anashinikizwa na wanakijiji. Alafu anaanza kumtesa Sara na kumuuliza kwa nini hamzalii mtoto wa kiume. Hilo jambo linazua mgogoro pia. Kuna mgogoro huu unasababisha Sara kupatwa na maradhi ya moyo na kumfanya mwanawe Asna kuona ndoa kama doa. Kwa hivyo hayo ni maelezo ya huo mgogoro. Pia kuna mgogoro wa ndoa ya Neema na Bunju unapata kuwa ndoa ya Bunju na Neema ina mvuto kuhusu mvutano kuhusu swala la matumizi ya pesa na swala la malezi ya mtoto wa Olemi. Bunju ana msimamo wake kuhusu majukumu yake kwa familia yake na kusema gharama ya matibabu ya mamake Neema sio jukumu lake. Kwa hivyo Neema anapomwomba msaada aweze kumsaidia kulipa gharama ya hospitalini, anamkumbusha kuwa mshahara wake huwa anamwachia na kuwa majukumu ya nyumbani yote anashughulikia, na hivyo neema hapaswi kumwomba chochote. Kwa hivyo hilo jambo linazua mgogoro pia. Kuna mgogoro kati ya Bunjo na Neema kuhusu swala la kumpeleka Lemi out. Kuna swala la kumpeleka Lemi out. Uh, unapata kuwa wanabishana, kila mtu ako na shughuli zake za kila siku, kwa hivyo unapata kuwa wanakosa nafasi ya kupeleka Lemi out. Pia kuna mgogoro baina ya wanajamii na familia ya Yona, ndoa ya Yona kukosa kupata watoto. Wakati ndoa ya Yona ilikosa kupata watoto kwa muda ambao ulifaa Uh, kulikuwa na mgogoro kati ya wanajamii na familia ya Yona. Wanajamii walikuwa wanamshinikiza Yona aweze kumuoa mke mwingine ama aweze kumfukuza Sara kwa sababu Sara walikuwa wanaamini ni tasa. Kwa hivyo hilo jambo pia linazua mgogoro baina ya wanajamii na familia ya Yona. Pia kuna mgogoro kati ya Dina na Kiwa kuhusu namna Kiwa anavyokula chakula wakati Kiwa anamtembelea mamake. Kiwa anakula tu chakula, anapapasa tu chakula kidogo, hali chakula namna Dina alivyotaka. Kwa hivyo anamlinganisha kukonda kwake na ngonda. Kwa hivyo hilo jambo pia linazua mgogoro kati ya Kiwa na mamake kuhusu namna anavyokula chakula kwa njia ambayo haikumfurahisha mamake ambaye ni Dina. Kuna mgogoro kati ya Sara na Yona kuhusu maandalizi ya chakula Yona anapotoka katika mata, matembezi Uh, kwenda kutoka kukaa na wazee wenzake kina Luka na Beni, anarudi nyumbani na kupata kuwa chumba hakifuki moshi, yaani hakuna dalili ya kuandaa chakula, na anajua vizuri kuwa Dina uh, Sara alikuwa ni mgonjwa, alimwacha akiwa mgonjwa. Kwa hivyo haelewi, anataka kumpiga Sara kwa sababu ya kukosa kumwandalia chakula bila kuelewa kuwa yeye ni mgonjwa hiyo inalazimisha Sara aende amuita rafiki yake ambaye ni Dina aje amsaidie katika kumwandalia mumeo ambaye ni Yona chakula. Mwisho, kuna mgogoro kati ya Yona na Sara kuhusu swala la Sara kumuita Neema aje ampeleke hospitalini. Unapata kuwa Sara anamtetea Neema kuwa Neema kuna majukumu mengi na pia kuna ndoa yake na kuna mambo mengi ya kutekeleza. Kwa hivyo jambo hilo linasababisha kuwa na mgogoro kwa sababu Yona pia anasema Uh, Neema ni mtoto wake naye ndiye alimsomesha kwa hivyo hastahili kukataa uh, kuja kupeleka mamake hospitalini, kwani kumsomesha huko kulikuwa kunasaidia nini kama hataki kurudisha mkono kusaidia familia? Kwa hivyo kuna huo mgogoro hapo. Ndio maana Sara anamuuliza wacha mtoto apumzike, hivi atayashika mangapi? Alikuwa anamtetea Neema, kwa hivyo aligorofishana na mumewe ambaye niona, kwa kumtetea Neema kwa majukumu mengi ambayo ako nayo. Kufikia hapo mtazamaji, nasema shukran kwa kutenga muda wako kuwa nami kutoka wakati tulipoanza hadi saa hizi. Swala hilo la migogoro ni swali ambalo ni rahisi kulingana ambavyo kulingana na ambavyo nimelishughulikia. Na hivyo nakusihi uweze kuacha ujumbe mfupi kama kuna mada ambayo ungependa ama kuna swali ambalo ungependa nikusaidie nikusaidie. Aa, namba yangu ya WhatsApp naweka hapo chini kwa comments. Pia uweze kusubscribe ndio ndiposa uweze kupata video zingine ambazo nitakuwa naandaa kila wakati. Uweze kubonyeza kengele hapo, uweze kuweka uh, like hapo, iwe kama njia ya kunipa motisha uh, ya kuendelea kuchapa kazi kama hii. Shukran na Mungu akubariki, tukutane kwa kibindi